Mwenyekiti wa zamani wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Freeman Aikaeli Mbowe ameeleza sababu ya kukaa kimya tangu wakati wa uchaguzi mkuu wa chama hicho Januari 22 mwaka huu wa 2025, akisema wanaotakiwa kusema kwa sasa ni viongozi waliokabidhiwa mamlaka na chama katika uchaguzi huo. Tundu Antiphas Lissu alishinda nafasi ya mwenyekiti kwa kupata asilimia 51.5 dhidi ya Mbowe ambaye alipata asilimia 48.3, huku John Heche akishinda nafasi ya makamu mwenyekiti dhidi ya Ezekia Wenje. Tangu wakati huo Mbowe aliyetangaza kuwa anajikita kwenye biashara zake amekuwa kimya, licha ya misukosuko iliyoibuka ikiwamo ya kuibuka kundi la J55 lenye makada wengi waliomuunga mkono ambao sasa baadhi yao wametangaza kukihama chama hicho. Alipoulizwa na Jamii Forum siku ya Mei 19 mwaka huu wa 2025 sababu ya kuwa kimya, Mbowe amejibu kwa njia ya WhatsApp kwa kusema "Niseme nini my brother? Wasemao ni wenye mamlaka wasije wakadai tunawashowashwa." Hiyo ndio imekuwa kauli ya mwenyekiti mstaafu wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema Freeman Aikaeli Mbowe alipoulizwa kuhusiana na kuwa kimya kwa muda mrefu ikiwa mambo ni tafrani ndani ya chama chake. Kauli hiyo ya Mbowe imekuja siku moja baada ya mwenyekiti wa Chadema kanda ya pwani Boniface Jacobo maarufu Boniai kutangaza kwamba Mbowe hakihami chama hicho na kuwaonya baadhi ya makada wa chama hicho wanaohama wakitumia jina la Mbowe. Kauli hiyo aliyoitoa Freeman Aikaeli Mbowe, mwenyekiti mstaafu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Mei 19 mwaka huu wa 2025 mara baada ya kuulizwa swali na jamii forums siku hiyo, imezua gumzo katika sehemu mbalimbali, hasa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, huku wananchi walio wengi wakionyesha kumtilia shaka Freeman Aikaeli Mbowe wakidai kuwa huenda anaweza akabadilisha mwelekeo. Katika kitabu cha Marko 4:35 hadi 41, Biblia inaelezea tukio la Yesu kutuliza dhoruba Iliyotishia kusambaratisha mtumbwi waliokuwa wakisafiria. Biblia inasema siku hiyo ilipokaribia jioni, aliwaambia wanafunzi wake, tuvuke twende ng'ambo ya pili. Wakawaacha wale watu wakaangaika katika ile mashua ambamo Yesu alikuwa amekaa pia. Palikuwa na mashua nyingine. Pakatokea dhuruba kali, mawimbi yakaipiga ile mashua waliokuwa wakivukia, ikaanza kujaa maji. Yesu alikuwa amelala akiegemea mto sehemu ya nyuma kwenye ile mashua. Wanafunzi wake wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, hujali kwamba tunazama? Akaamka akaukemea ule upepo, akaiambia ile bahari, kaa kimya, tulia. Ule upepo ukatulia, kukawa shwari. Ni wazi kwamba mambo si shwari ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kwani kuna dhoruba kubwa inakipiga chama hicho tangu ulipomalizika uchaguzi mkuu ndani ya chama hicho ambao ulimweka madarakani Tundu Antipas Lissu kama mwenyekiti na John Heche kama makamu mwenyekiti. Kabla ya kauli hii ambayo aliitoa Freeman Aikaeli Mbowe siku ya tarehe 19 mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025 mara baada ya kuulizwa na Jamii Forums, ilionekana aliyekuwa mwenyekiti huyo wa chama hicho Freeman Aikaeli Mbowe na kundi lake hawakuyapokea matokeo hayo kwa moyo mkunjufu hiyo ni kutokana na kinachoendelea sasa ambapo watu wa kundi lake sasa wameunda kundi la G 55, wakikosoa uongozi uliopo madarakani. Januari 22 mwaka huu wa 2025, baada ya uchaguzi mkuu wa chama hicho Mbowe alihutubia mkutano mkuu ambapo alisisitiza makundi ya uchaguzi kuvunjwa na uongozi mpya kuponya majeraha ya uchaguzi. Baada ya hapo uongozi mpya pamoja na mengine uliunda kamati ya maridhiano iliyoongozwa na baadhi ya wazee wa chama hicho, lengo likiwa ni kupatanisha makundi yaliyokuwa yakisigana ya ki, ya wakati wa uchaguzi. Lakini kinachoendelea sasa ni kinyume, kwani G55 wameibuka wakipinga kila kinachofanywa na uongozi mpya. Wamepinga utekelezaji wa kampeni ya hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi, yaani no reforms, no election. Licha ya uongozi mpya kuwaita watiania makao makuu ya Chadema Mei tatu kujadili mwenendo wa chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu, G55 hawakufika, badala yake waliandika waraka kwa katibu mkuu wa chama hicho na baadaye wakaitisha mkutano na waandishi wa habari wakipinga kuzuiliwa kugombea, wakati huu ambapo mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu wamekamatwa na kufunguliwa kesi ikiwamo ya uhaini, wakati chama kikiendelea na kampeni ya hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. G55 nao e, wanaendelea kupambana na uongozi mpya, na sasa wameshajiondoa Chadema kwa makundi tofauti tofauti, kila uchwao na wamekwisha kujiunga na chama cha Umma, yani cha Umma, na walipokelewa na wengine wakapewa vyeo vikubwa ndani ya chama hicho. Ieleweke kwamba G55 wamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza lilitangaza kujitoa Chadema, lakini hawakusema wanakwenda wapi, mpaka hivi sasa ambapo wamejiunga na chama cha umma. Kundi la pili ni wale wasiojitoa Chadema, eh, ni wale ambao hawakujitoa Chadema, lakini wanaendelea kuchokoa uongozi uliopo madarakani. Miongoni mwa waliopo kundi la pili ni pamoja na aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, ambaye kwa sasa ameondolewa katika nafasi hiyo, Lembrusi Mchome ambaye eh, alikishtaki chama hicho kwa msajili wa vyama vya siasa nchini akilala, akilalamikia uteuzi wa baadhi ya viongozi uliofanywa na mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipasilisu na kuridhiwa na kikao cha baraza kuu Januari 22 mwaka huu wa 2025. Mchome alidai kuwa kikao hicho hakikuwa kimetimiza akidi na kwamba baadhi ya wa waliopiga kura hawakuwa wajumbe halali. Tayari msajili wa vyama vya siasa alisharidhia malalamiko hayo na alitangaza kuwatangua viongozi hao akiwamo katibu mkuu John Mnyika katika kundi hilo yupo pia makamu mwenyekiti mstaafu wa chama hicho upande wa Zanzibar, Saidi Isa Hamis na wenzake wawili ambao walikishtaki chama hicho mahakama kuu wakidai kuwa hakitendi haki katika mgawanyo wa mali. Hivyo wameiomba mahakama isimamishe shughuli za chama hadi kesi hiyo itakaposikilizwa. Ukimya wa Mbowe. Ni wazi kwamba chokochoko hizi zote zinafanywa na makada na viongozi wa Chadema waliokuwa wakimuunga mkono Mbowe katika uchaguzi kwa kuwa walishindwa uchaguzi, kuna kila dalili kwamba bado wanaumia, hivyo wanaona bora wakose wote. Tangu uchaguzi wa Chadema ulipokwisha, Mbowe ambaye ni mjumbe wa kamati kuu, hakuonekana kwenye kikao chochote kilichoitishwa na uongozi mpya. Pia hakuzungumza lolote kuhusu vurugu zinazoendelea ndani ya chama mpaka hii leo, alivyotoa kauli hii alipozungumza na Jamii Forum. Je, yeye ndiye anayewatuma G55 kufanya wanayoyafanya? kama hawatumi kwa nini hawakemei au hawakatazi maana hao wote walimuunga mkono wakati wa uchaguzi maana kama aliridhia kushindwa uchaguzi ilitarajiwa awe wa kwanza kuvunja kundi lake na kuendelea ku, eh, kukijenga chama alichokiongoza kwa miaka 20 kipindi hiki ambacho chama kimeingia kwenye dhoruba kali mawimbi yanakipiga ndani na, na nje ilitarajiwa mboe aamshwe eh, aamshwe akemee upepo G55 ili chama kitulie, kama vile Yesu alivyoamshwa wa na wanafunzi wake. Yeye aliamka na kuukemea upepo na hali ikawa shwari. Uliokuwa ukimya wa Freeman Aikaeli Mbowe nao ni jibu kwamba huenda ama anaratibu mvurugano unaoendelea au ameona kama kukosa wakose wote. Kufanya kosa sio lazima ulifanyi moja kwa moja, hata kuzuia kosa lisifanyike nako ni kufanya kosa. Mbowe anaweza kabisa kuwazuia G55 Ee, Mbowe angeweza kabisa kuwazuia G55 wasifanye wanachokifanya, lakini yeye amechagua kukaa kimya ee, maana yake ameridhia dhoruba iendelee ndani ya chama hicho. Wapo waliodai kuwa ukimya wa Mbowe una kishindo kikubwa na kwamba huenda anajipanga kurejea kwenye ulingo wa siasa kivingine hivyo, kwa sasa anatuma vijana wake kumwandalia njia ya kupita. Wengine walikwenda mbali zaidi wakisema Mbowe anajutia kuruhusu uchaguzi ulio huru na wa haki uliowawezesha Lissu na Heche kushinda. Watu hao wanadai kuwa lawama zinatoka kwa baadhi ya matajiri waliokuwa wakikifadhili chama hicho kupitia kwa Mbowe, na yeye mwenyewe amewakubalia hivyo, anatafuta plani B ambayo sasa ataonyesha mabavu yake akishindana na Chadema aliyoijenga mwenyewe. Kama atafanikiwa kwa njia hiyo, bado atakuwa na mtihani mwingine wa kukubalika kwa wananchi. Hiyo ni kutokana na mani aliyoijenga ndani ya Chadema kwa zaidi ya miaka 33 aliyotumikia ndani ya chama hicho. Anapaswa kuilinda heshima hiyo kwa kukubaliana na matokeo yaliyowaweka wenzake madarakani. Huo ni ujumbe ambao Freeman Aikaeli Mbowe amepewa na watandahingwa.